Ujoni lapo mwenye mapepe Ntondolea macho nye mna uthamini kope Ngaiza kama bunge tu Hoja juu ya hoja na shenga bonge la soja Na kufa kwa hali sas moja na miso rapa mandazi Kene bari chenye langi Na jita jambazi kwa mana popote kambi Niguse kidwanzi ni ngumi za kila langi Na ogopesha na natisha ni rigu ya ni kama bangi Ngaiza rapa Franco ki master Tanyo upaila la suezi kufuga rasta Kila napotimba nazwaga, Jumapiri, na zuwaga disaster Jumapili na change ghafla na kuwa Fata meme bila

Nikuta mi nyampara, nina kitengo cha kunyoa watu vipara kwa wasemaji mimi mdogo wake Manara nampiga mpiga Mohamed Hussein yani Shaba na Rara. Mimi ndo rapa mwenye mvuto kwanza Manara to madada na nyumba foto na kuipata ni ndoto. Piko zangu ni kiboko wanangu mimi mpaka pesa rambirambi, huwa anapigia garoto huwa anachekaga sana, eti alokufa ni soja, wakati chanzo cha kifo ni risasi moja, yote tutongea zitabaki kuwa hoja. Mwanaume asapige kazi mbora akapakwe poda. Ngaiza Ngaiza ni nani? Mwambie master plan mtu fulani, napendaga sana uotani si sijui kislane muda wote fla usoni, mbali na kuchana na chekesha hadi msibani. Ila kwa upande wa pili we ngaiza ni mwamba kutoka Bukoba, sina pigo za kishamba mwaya mjanja ni sifa mingi pasipo mkwanje. Nimezaliwa nimeboost, ndio maana situmii ganja. Utakuwa unakosea ukisema mimi ni mshamba, wakati wenzao kanifuata wakanyambaza hata namba. Sikuishia hapo nika ndo jue maisha magumu zaidi ya kesi ya shamba ye <laughs>